Moja, na na na hapa hapa nikasema ni kwenye kwa kwa ya ya Patmo lazima tuende. Kazi kazi yangu hiyo Mungu mwenyewe amesema tufike hapa, na tumefika, na tunaamini kazi ya Bwana inafanyika mahali hapa. Basi, ningependa nimkaribisha dada yangu usi wangu ambao labda tafahamiane, hili ni kiongozi kwenye taasisi moja hapa ya kisiasa nchini, taasisi kubwa kabisa ambayo dada yangu ni mjumbe wa mkutano mkuu kwa chama kiai nikitaje, kama nimekosea, Chama cha Mapinduzi. wazee wa kanisa kama sio hapa, lakini washauri mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi wa tawi hili lakini katibu wa chama cha mapinduzi wa tawi na mwenyekiti wa serikali ya mtaa na ndugu ambao wapo mbele, kitambua wenu na itifaki imezingatiwa. Mimi majina yangu naitwa Farida Rajabu Ngoi. Jamani, Mungu ni mmoja sawa? Eh, mimi bahati nzuri mchungaji, mimi kwetu mimi kwa kweli hatijawahi kuwa Kristo, lakini naamini katika Baraka Zambi, huyu ni ndugu yangu wa siku nyingi, ni kaka yangu, ni mdogo wangu, ni ndugu, ni familia. Aliponipa taarifa kwamba mmempa mmempa mwalimu wako mgeni rasmi katika shughuli hii, nilimsihi kwamba anatamani kuungana naye. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, namshukuru Mungu aliye hai kwa kufikisha siku ya leo, na na tumefika hapa ni uwezo wake wetu Niwahusie kidogo ndugu zangu wa Patmo, mshauri wenu na mafuna pale alisimama akisema kwamba anatamani uchumi uwe mkubwa kwenu, na mimi ni muunge mkono kwa alichokisema, ni jambo zuri, na nawahusia viongozi wa Patmo kwaya muweze kulishika hilo alilowaambia, kwa sababu litatutoa hapa tulipo na kutufikisha, kwa sababu kuomba hatuchoki kuomba, ndugu mshauri, lakini sasa sisi ndo vijana na vijana wenye nguvu ndio tunatakiwa tufanye kazi. Kwa na imani kule, wanaka wasii waende wakafanye hiyo shughuli, watakapofanikiwa watakuja kukushukuru siku nyingine. Sasa, na mimi kwenye jambo hili naomba ni niwaunge mkono, kwa kuunga mkono ndugu yangu kaka yangu Baraka Zambi, naomba nitoe shilingi laki moja. Sasa nitaikuma kwa njia ya simu kwa sababu sijashika kesho. Kwa hiyo naomba kwenye kiti tuwasiliane ili waweze kupata maendeleo makubwa yanafanyika katika eneo letu sasa. Kwa maana hiyo, sisi kama kanisa, sisi kama kwaya, tuendelee kuombea rais wetu Samia Suluhu Hassan aendelee kuchapa kazi na aendelee kutukuka. Lakini la msingi kabisa, kama kanisa, tuendelee kuiombea amani kwa sababu kuna jambo lolote ambalo linaweza likatekelezeka k hata haya tunayofanya leo hayawezi kutekelezeka kama tutakuwa na amani, na nyinyi kama taasisi ya dini uendelee kuipigania kwa nguvu zote. Lakini katika kusoma kwangu Biblia ni kutana na kifungu Wakorintho wa pili, mstari wa tkua ya ti mstari wa saba kila mtu na atende kama anayokusudia kwa moyo wake, siko zuri wala siko lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa kujua. So hili nimesoma ilinipa nguvu sana, ya kwamba yoyote atoe kwa moyo wa kujua, usilazimishwe na mtu toa

sisi tunaitwa CCTV point. Sawa, na sisi tunajihusisha na uuzaji wa hizi kompyuta lakini pia na uuzaji wa mifumo ya ulinzi kama hizi kamera memen na nini. Sasa hizi za kompyuta, naomba hapa mlikate kabisa, nipige tiki

Sasa mimi kwa siku ya leo nijazirizie hapo mlipo fanya, safari yetu bado ni ndefu ya milioni 69, lakini naahidi, naahidi okay. Tutakuwa pamoja kuhakikisha tunaifikia yeah. Kwanza nimetoa hiyo kompyuta ambayo juma mbili ijayo Mwenye nyekevu mkubwa, moyo mkunjufu. Naomba niwachangie shilingi laki tano.